Mheshimiwa mgeni rasmi, chama kikuu cha ushirika Masasi Mtwara Mamcu limited katika minada yote kumi na mbili ambayo imefanyika kuanzia tarehe kumi na nne mwezi wa kumi 2024 hadi tarehe 30 mwezi wa kumi na mbili 2024 tayari chama kimekamilisha malipo kwa minada yote kumi na mbili kwa asilimia 100 kwa korosho zote zilizoingia kwenye maghala maghala makuu na zilizouzwa katika soko la awali kupitia chama kikuu cha ushirika Mamku limited na pesa zote kiasi cha shilingi bilioni 370 milioni 797 782,645 zimepelekwa kwa wakulima. Kati ya vyama mia mbili na mbili, vyama 198 vimekamilisha malipo na vyama vinne kutoka halmashauri ya Nanyamba havijakamilisha malipo kutokana na upotevu wa korosho kwenye maghala yao ya vyama vya msingi. Yaani korosho hizi hazikufika kwenye maghala makuu. Hata hivyo, chama kikuu kwa sasa kipo mwishoni kukamilisha msimu huu wa korosho wa 24/25, na tayari vyama ambavyo havijakamilisha malipo vimechukuliwa hatua. Kwa wilaya ya Masasi na Nanyumbu malipo yamekamilika, na wilaya ya Mtwara bado kuna changamoto kidogo, hasa katika halmashauri ya Nanyamba na hasa katika hivyo vyama vinne ambavyo nimevizungumzia. Mimi najua tarehe kumi tulikubaliana na Nanyamba hapo na Malamba hapo, wapi Malamba alokuja kumwakilisha? We mzee simama, na katibu wake, katibu kule mwenye nani nyekundu, na kuona nakuona nakufahamu vizuri sana, mlituahidi mlituahidi tarehe kumi na mlijikomiti tarehe kumi Leo ni tarehe ngapi, e? Fedha yetu iko wapi? Takukuru uko hapa, naomba ulifuatilie Jumatatu, nataka majibu. Naomba safadhali, naomba uambie mapalala hawa jamaa walituahidi na walijikomiti kwamba tarehe kumi watakuwa wameshamaliza kulipa hizo fedha, japo fedha hizo ukiziangalia ni za wakulima wangapi, Deo? Deo, ni za Malamba ni wakulima wangapi? kati ya mia na nane walikuwa wangapi? wako watatu eh? Yaani huwezi amini, ni watu watatu ndio wanaodai hiyo mia na nane. Ina maana hawa watu walipeleka hela kesh, wawanunulie mzigo, alafu wakawauzia ule mzigo wa wakulima. Na Mungu ni waajabu sana, yaani kama deo asinge kuk... asingeshtuka mapema, mdada wa nane kuanza kuzuia kuanza kupiga mpaka mwisho, ina maana tungewalipa hawa watu, tungekuwa tuna bonge la msururu nyuma la wakulima wadogo wadogo wanaodai. Ndugu zangu, kama kusameheana, tumesemehana vya kutosha sana. Mimi hapa kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mtwara Vijijini, tutakaa na mkuu wa wilaya tutakaa na mkuu wa mkoa, na tuwaambie wale wote ambao mpaka sasa hivi hawajarejesha fedha wakamatwe haraka iwezekanavyo, wawekwe ndani. Kama ana simu wauze kama ana nyumba auze, kama ana shamba auze, alipe pesa za wananchi. Hatuwezi kuchekeana, watu hawajalipwa pesa zao, alafu kuna mtu asubuhi anaamka yeye na mke wake anavaa suruali anatembea huko kutuka na kutukana chama cha mapinduzi. Hii siyo sawa. Kama kuna mtu amekosea aadhibiwe kwa kile kitu ambacho wamekikosea, na mimi niseme, mimi niko pamoja na msajili hapa alivyomwagiza TAKUKURU, na kumwomba kwamba ile ma, ile maramba mkosi hivi sisi sisiyani ah, siui hivi hivyo. Unajisikiaje kwamba kuna mkulima anadai pale hela zake za korosho, halafu wewe oh, umepokea fedha na umetumia kwa matumizi ya kwako binafsi? Hivi unajisikiaje pale kijijini? Lakini matusi hayo tunatukanwa sisi Chama cha Mapinduzi.